Kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu imesikilizwa hapa mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, huku mshtakiwa Tundu Lissu akifikishwa chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya usalama. Baadhi ya wafuasi wake wakikosa kushuhudia tukio hilo baada ya mahakama kuruhusu idadi ya watu wasiozidi tisini nje ya mahakama. Mawakili wa Tundu Lissu wakaeleza wanahabari kilichojiri mahakamani hapo. Upande wa mashtaka Wamesema tena nyigine, kwa mara nyingine kwamba upelelezi bado unaendelea una haujakamilika. Wamesema faili imerudi kwa, kwa mkurugenzi wa, wa mashtaka ya, ya jinai wa taifa na bado huyu, ambaye kuna vitu ameagiza vichunguzo zaidi. Sasa upande wa, wa utetezi tuna, tumepinga kwa tunapinga kwamba si sahihi e, aingia kirini kufungua kesi kubwa namna hii ambayo inahusisha tu maneno ambayo anasema kwamba ndio ameleta uhaini alafu ukasema unaenda kupeleleza maneno, ukasema pengine kama walikuwa wanahitaji wataalamu wa falsafa kama Mtakatifu Paulo au nani alivyokwenda Ugiriki, sawa sawa. Lakini haya ni maneno ambayo yametamkwa na yameandikwa kwenye, kwenye mashtaka. Kwa hiyo likuwa na hoja kwamba pengine ni namna ya kuchelewesha kesi na kumnyima haki mteja wetu ambaye yuko ndani. Kando na mawakili na wafuasi wake waliofika mahakamani hapo, wakaeleza mitazamo yao juu ya mwenendo wa kesi ya kiongozi huyo wa upinzani. Kwa kweli nimeguswa mimi, ninachoomba mahakama itende haki na isiwe na delay delay, na delay, yani inachelewesha kesi kama hizi, mara kesho, mara kesho kutwa. Hii kitu haipendezi kwa kweli, haya mambo haya yanachochea chuki, na Watanzania wameona, bahati nzuri kwa sisi tunachotaka tu ni kesi iishe, kama wana ushahidi wa wauweke mezani, Watanzania waone, eh, kwenye mwanga na Watanzania waone kwamba kweli kuna kesi yoyote. Otherwise ni mtu ambaye, eh, watawala wanaogopa kushindana naye, omba na sisi Chadema tunaomba milango ya gereza itafunguka nje ya mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam ambapo shauri la Tundu Lissu linasikilizwa. Katika mahakama hii, polisi wameonekana wakiimarisha ulinzi katika eneo hili, wakikabiliana na wafuasi wa Tundu Lissu waliokosa nafasi kuingia katika mahakama hii. Wanaharakati waliofika katika mahakama hii wametoa mitizamo yao kuhusu shauri hili. Aendelea kupoteza eh, haki yake ya msingi ya kuendelea kuwa, eh, kuwa huru lakini pia Ishu ya pili ni kwamba ambayo tunaizungumza ni kwamba kama wewe umemshtaki mtu kwa uchochezi meno aliyotamko nayo kwenye record na kwenye hati ya mashtaka wameyataja pale ina, kwa hiyo unakuwa na hofu sasa kwamba baadhi ya mashahidi ambao unataka walete wathibitishe hayo yale uliyomshtaki nayo unataka watoe ushahidi kwa kificho. Tunaona kuna baadhi ya maswala, kwa sababu kumbuka ndugu yangu ni kwamba tangu mwanzo ilivyoanza ilianza ilivyo kwa e, shauri hili kuendesha kwa, kwa njia ya mtandao, tukapinga. Mahakama hii ikatoa amri kwamba inaona ni busara e, e, e, mtuhumiwa Mheshimiwa Lissu aletwe mahakamani, mwenendo wa kesi uendeshwe kwa njia ya kawaida. Kesi hii imesikilizwa kwa njia ya moja kwa moja kwa mara ya pili na kuahirishwa tena hadi tarehe 16 ya mwezi Juni, huku zikiwa zimebaki siku chache kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania, huku chama cha Chadema kikiwa hakijajulikana ushiriki wa uchaguzi wakati huu, mwenyekiti wake akiendelea kusota mahabusu.